Mume anayekunywa maziwa ya matiti ya mkewe na, je, inaruhusiwa kunyonya maziwa kipindi wanafanya mapenzi? anaitwa Idi Saidi wa Korogwe Kieti. karibu sana shekhi. Naam. Yaani, anazungumzia mume kunyonya matiti ya mkewe ya mkewe mkewe, kunyonya matiti ya si kwa mkewe ni haramu eh, yote sahi. Lakini je akinyonya matiti ya mkewe inafaa? inafaa. Jawabu inafaa. Na hata akiameza pia yeah. Najisi, uh -huh. Haramu, yeah. Ile tuwambia babwe mm. <laughs> Usimdhulumu huyu mtoto mm. <laughs> <laughs> mm. Lakini akifanya yeah. Si haramu, wanakubaliana mm. Wanachuoni mm. Kwa sababu akifanya hivi huwa na malengo kweli ya kunywa na kushiba Apa, no. Si masala ya mudaaba tu haba mm. Wataka nini? mm. Haya, na sheria ya Kiislamu, alhamdulillah. Unaona, katika masala haya ya seksi, yameweka wazi kabisa, wala hakuna aibu kuyataja, kwa sababu wanachuoni, watu wakubwa, wamezungumza kwamba mwanamke anavyotakiwa kucheza na mumewe jinsi wanavyotaka. nisaukum harfun lakum fatu harthakum anashitu, wake zenu ndio konde zenu, ndio mashamba yenu, yaendeeni mashamba yenu mtakavyo isipokuwa qaid imekuja kwa mujibu wa hadithi taban, kwamba kadri unavyocheza na mkeo kuna mm -hmm. maeneo hutakiwi kuyafanyia kazi. mm -hmm. mkeo akiwa katika hedhi haifai kumuingilia tayeb, lakini kumuingilia utupu wako kuingia kwenye tupu tayeb, lakini kucheza naye sehemu nyingine yote ruksa tayeb, unaona. mm -hmm. ili jambo amelitaja ma mama Aisha jinsi alivyokuwa akicheza na Mtume, Mtume sallallahu alaihi wasallam mm -hmm. si jambo la aibu tayeb. Vile vile mwanamke, mfano, akiwa katika nifasi, huwezi mm. kumuingilia, lakini unaweza kucheza naye <laughs> bali, ndio kipindi cha kunyonya matiti hicho, wewe ukajigeuza na wewe pia nyan, nana, uh, kitoto mtoto, mtoto mkubwa, lakini ndio uchunge siu ukamfilisi mtoto ambaye ni haki yake mwanzo hiyo ya. <laughs> na <Ndil, gül> kingine kilichokatazwa kumuingilia katika utupu wake wa nyuma mm lakini kucheza naye wallahi, kuna maneno mengine hata naona aibu kuyazungumza, lakini hapa, lakini ameandikwa. Niseme nsiseme? Kuna kauli hapa zinashtusha watu, ndiyo, lakini ni kauli ambazo zimezungumzwa na wanachuoni. Unaona kwamba ni swali la ngapi? ilikuwa Swali la kumi na mbili. Angalia mwanachuoni mmoja Tayeb ambaye ni wa Kihanafi asema maneno makubwa sana, huyu mwandishi wa kitabu Ibn Abidin Tayeb kwa madhehebu ya ya Kihanafi kwamba mwanafunzi wa Abu Hanifa alimuuliza eh, Abu Hanifa mwenyewe kwamba mm -hmm. Je, kwanza hii ahadi mbali, tuangalie yale maneno hasa aliyozungumza Imam Abu Hanifa. Swali la kumi na mbili eh? mm -hmm. Saala Abu Yusuf, mwanafunzi wa Imamu Abu Hanifa mm -hmm. amwambia amemuuliza ani rajuli yamusu farja mraatahu mbajiliushaelewa mm -hmm, na sura sijui kama umetoka kapa. <laughs> Anamwambia, je inafaa mtu mm. kum, kunyonya utupu wa mkewe. Neno kubwa hili, ndio maana nikasema, jamani, niseme nsisemeaya, tukawambia sema

Je, kwa hili wewe unaniona halina neno? qala mm -hmm. Abu Hanifa mm -hmm. la ai la basa mm -hmm. wa arju an yuadhamu lajr Allahu Akbar, hili halina neno. mm -hmm. Na nataraji lina ujira mkubwa mno. <laughs> Haya, Shekhe, ukiwazungumza haya maneno <laughs> hadharani, msikitini mm -hmm. siwaambua wewe muhuni Okay. Wakati maneno haya yamezungumzwa na mwanachuoni aima Ahlusunnah mm. Waljamaa, katika maimamu wanne mm. Imamu Abu Hanifa mm. matiti, kuna, kuna eh. hmm. kwa hiyo hii ya kunyonya sijui matiti ni jambo dogo kuonyesha kwamba Uislamu haukuacha kitu mm. oh mambo ya seksi haya ya, ah, yamezungumzwa na walio bora kuliko sisi mm. lakini katika eh. mlango wa elimu leo itakuwa watu wangapi wameelewa? Wengine mm. wamejihaini muda mrefu watamani wamejibana bana na mashekhe wengine maskini mm. hawana mm. utafiti. aiywa haya mambo yamezungumzwa siku nyingi kabla ya mambo ya magharibi mm. sasa wanaharamisha wasema haya mambo ya magharibi, ya magharibi. Eh. yaani kuwafanya Waislamu walikuwa mazuzu kuhusu mambo ya mm. sekta tunajana eh. wakati watu wamechambua wa na wameuliza wanachoni wao za maizo mapema kabisa kwa hiyo wanajenga hoja haya mambo ya magharibi bwana. Halafu daktari. madaktari unajua sijui, kuna maradhi fulani, kuna watu mpaka wafa wastarehe vo hawajaumwa na maradhi yote. Kwani maradhi yakija yanachagua sha? Hiyo korona imeingia hapa, imewachukua watu, tunaishi nao sisi, hatukupata. Mwenyezi Mungu anampa mtakaye, yusibu bihi man yasha. Kwa hiyo huu ni mfano ambao wa kuonyesha kwamba Uislamu haukuacha kitu mtu asijihini mm. Kisa mkewe hivi sasa ananyonyesha na yeye ametamani kufyonza fyonza kidogo Tayeb. Na, mm. mm. huh? mm. Na nyiwe, kina mama, msijenge itikadi anasikia mbaya mm, haifai, haramu, ah. Sisi twasema hatu burhanakum, hoja hiyo <laughs> <laughs> <laughs> <tum>, Tayyib, kupitia Radio San FM 102.1 kila siku ya Jumatano saa tatu na nusu za usiku, Insha Allah tutakuwa naye Sheikh Salim Abdurrahim Barahiani. Usikose kusubscribe kwenye YouTube yetu ya Esani TV uyapate maswali mbalimbali ya kipindi hiki Insha Allah.